Njia za Mungu hazichunguziki. Njia zake si njia zako. Mawazo yako si mawazo yake. Mwingine anakuambia yani, unalaana mpaka uvunje na ichi paka uvunje na hichi mpaka uvunje, uvunje. Ok, wasio na hela nani atawasaidia? Wasio na pesa nani atawasaidia? I'm asking you, wasio na pesa za kutoa hizo sadaka nani atawasaidia? Maana yake si sadaka inakuokoa, pendo la Kristo linakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu, lakini hatunui chochote kutoka kwa Mungu na sadaka, hatununui chochote kutoka kwa Mungu na pesa, hatununui tunatoa sababu tunampenda Mungu. Ndio maana Biblia inasema nenda kachukue sadaka yangu kwa wenye moyo wa kupenda. Mungu anapendezwa na moyo unaotoa, lakini sio pesa inamshawishi Mungu kufanya. Ingekuwa pesa inamshawishi Mungu kufanya, watu wasio na pesa wasingekuwa na pumzi, watu wasiokuwa na pesa wasingekuwa na afya, watu wasiokuwa na pesa wasingeweza kupumua. Lakini Mungu hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana, lazima mgeuke. Haleluya. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajiwekea matabaka wenyewe, imani haiko hivyo. Imani ni kuwa na uhakika na nani? na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, kuwa na uhakika na Mungu. Amen! Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Unajua, nimetanguliza hivyo kwa sababu nikikufundisha tu wewe ni mrithi, huwezi kunielewa. Huwezi kunielewa kwa sababu unaona, sina nilichorithi, sina nilichorithi, sioni mpaka saa hii nimerithi nini. Lakini kwa sababu macho yamefumba, macho yanafunguka na aina ya elimu unayopata, macho yanafunga kwa ukosefu wa elimu. Bwana sifiwe sana, Haleluya, amen. Maanake unakosa ujasiri na Mungu, unakosa ukiona watu wako kwa Yesu wanaongea kwa ujasiri unafikiri ni kiburi. Sio kiburi at, amegundua kidogo kidogo amegundua kuhusu Mungu. Ndio maana Biblia inakuambia mjue sana Mungu, mjue sana Mungu. Hajasema mtu ujue sisi sana, hapana. Mjue sana Mungu, ndivyo ili uwe na amani na ndivyo mema yatakavyokujia. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo from today onwards, badilisha mtazamo wako kwa Bwana. Haleluya! Yani tunamwimba Yesu amefufuka, but we don't know the resurrection power inatendaje kazi kwenye maisha yetu, ndani yako, popote lakini tunaiadithia. Lazima tumfahamu huyu Yesu tunayemsema. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Haleluya! kinakuongezea ujasiri ujasiri namba moja. Mungu, ukiamka asubuhi, Mungu Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Yaani tumejiwekea kwanza, ha, un, yani unaogopa kama vile, Mungu ukifanya chochote anakuua akuui. Angetaka kukuua angekukuua hata katikati ya ile dhambi mbaya uliyowahi kufanya, lakini kwa sababu anakupenda anakuacha anakupa muda utubu, na uweze kutengeneza na uweze kumrudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tumezoea kitu kidogo, Mungu atakuua, Mungu atakuua wewe we? Kwani mi, mimi, ni, mimi ni mtu wa Sodoma na Gomora? Yenyewe Sodoma walipewa nafasi wachache. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya.